Kama njia moja ya kulea na kukuza vipaji, serikali kuu kwa ushirikiano na serikali ya kaunti ya Nakuru imeanzisha ujenzi wa uwanja wa kisasa wa Olenguruone, Kuresoi Kusini. Uwanja huo utaigharimu serikali kuu na ile ya kaunti ya Nakuru kima cha shilingi milioni 400 kukamilika. Ujenzi wa uwanja huo ulianzishwa mwaka wa 2012 na na serikali ya marehemu Rais Mwai Kibaki ila ukakwama. Gavana wa Nakuru Susan Kihika amesema uwanja huo ukikamilika, utapewa jina la mwanariadha maarufu Faith Kipyegon ambaye ni mzaliwa wa eneo hilo. Breaking ya Olenguruone Stadium. KDF watakuwa hapa kufanya supervision kuhakikisha kazi itafanyika, uh, quality work, wanafanya quality control kuhakikisha itafanyika kwa mwendo wa kasi na bila kufanyika any shoddy job katika hii stadium. Alafu nyinyi mnajua Kuresoi North na Kuresoi South, nyinyi ndio ile huwa naita Credo of Champions. Sawa sawa, na mnajua hapa tu Keringet ndio the home of Faith Kipyegon. Kwa hivyo lazima sisi kama county tukishikiliwa na national government tuendelee kuimprove the infrastructure, so that he talent tuweze kuipropel, si ndio? Hiyo hii stadium itasaidia vijana wetu. Hii stadium itasaidia hata wazee na wakinamama wote. Hii stadium itasaidia hii town ya Olenguruone kukua. Itasaidia economy ya Olenguruone town. Ndio maana nasema it will be a game changer. Baadhi ya makao ya...